Kumbukumbu la Torati sura 28 mstari wa kumi na tatu: Bwana atakufanya kuwa kichwa wala si mkia, nawe utakuwa juu tu wala huwi chini, utakaposikiza maagizo ya Bwana Mungu wako, ni kwa kizao hivi leo kuyaangalia na kuyafanya. Mungu akisema nawe utakuwa juu tu, maana yake ameshaweka uwezo ndani yako wa kuwa juu. Alivyomumba mke naye, aliambia zaeni, mkaongezeke mkaijaze nchi, automatically ndani yake mwanamke na mwanaume uliingia uwezo wa kuzaa. Aliposema kila mnyama azae kwa jinsi yake, kila mmea uzae kwa jinsi yake automatic uwezo wa kuzaa kwa jinsi yake uliingia. Aliposema liwe anga, likawa. Aliposema nawe utakuwa juu tu, wala utakuwa chini, maana ndani ya mtu ambeni wa Mungu, ameweka uwezo wa kuwa juu tu, wala sio kuwa chini. Kwa hatutafuti uwezo wa kuwa juu, tunao, kama vile ambavyo mtu hatafuti uwezo wa kuzaa mtu. Ukishabeba mimba automatically utazaa mtu, huko kuzaa punda, kwa sababu ndani yako haujawekewa uwezo wa kuzaa punda, umewekewa uwezo wa kuzaa mtu. Aliposema na kila mnyama na kila kiumbe kizae kwa jinsi yake Kuku hawezi kuzaa ngurue. Kila mnyama azae kwa jinsi yake, kila kiumbe kizae kwa jinsi yake, akawekea uwezo wa kuzaa kwa jinsi yakealiosema utakuwa juu tu, ala utakuwa chini. Ndani ya kila mtu aliwekea uwezo wa kuwa juu tu, tua utakuwa juu tu, neno tu, no, tu maanake hakuna uchaguzi, hakuna option. Mungu ametusudia tuwe juu peke yake pale, ila juu peke yake utakuwa juu tu na wewe hautakuwa chini. Kama akisha sema hivyo, make ameweka uwezo ndani yetu, make swala la sisi kuwa juu halitegemeani na mazingira tunayo yaishi, halitegemeani, haliamriwi na familia tulizotoka, haliamriwi na watu waliotuzunguka. Iko hivi, aliposema zaeni, mkaongezeke, mkaijaze nchi haitegemei familia uliotoka, ili si uzae usizae. Uwe Tanzania, uwe Kenya, uwe Burundi, utazaa. Uwe mjini, uwe kijijini, utazaa. Maake sababu uwe uwezo wa kuzaa uko ndani kwa alisema utakuwa juu tu. Maake hiyo haiamriwi na kingine chochote kile cha huku nje, tayari Mungu ameshaweka uwezo ndani. Shetani hana uwezo wa kukufanya tusiwe juu, hata Mungu mwenyewe pia. Akishasema utakuwa juu tu, maake ameshakuwekea uwezo tayari na hawezi kukunyang'anya, ila kuna wajibu wa kufanya hapa nasema utakaposikiasikiza maagizo ya, ya Bwana Mungu wako ni kwa kizao hivi leo, kuyaangalia na kuyafanya. Kwa hiyo, ule uwezo unakuwa ndani ya mtu, ila hautendi kazi mpaka kwanza umehuishwa na wajibu ambao mtu ameamua kuchukua, kwa amesema utakuwa juu tu, wala utakuwa chini, utakuwa juu tu maki, hakuna, hakuna nafasi nyingine yote ile ambayo Mungu ametupa zaidi ya kuwa juu, haipo. Miliki au kuwa na moyo wa kuwa juu tu. Miliki moyo na fikra za kuwa juu tu. Swala la kuwa juu tu ni nafasi ambayo ipo, wala hatuipiganii, ipo. Ni sawasawa na kila mtoto kwa wazazi wake, ana nafasi fulani ndani ya wa moyo wa mzazi wake, haitafuti, ipo. Kama watu wawili watatu, wangapi, kila mtoto ana nafasi yake ndani ya mzazi, kwa maana kila mzazi anawajibika kwa watoto wake, sababu hiyo ni automatic. Mtu wa nje anaweza asiwe na moyo ndani ya mzazi lakini mtoto wa ndani atakuwa na moyo ndani ya mzazi. Kwa Mungu anasema utakuwa juu tu, maana nafasi yako ipo, lakini ili uipate lazima uwe na moyo wa kuwa juu tu, lazima uwe na fikra za kuwa, bila kujalisha mazingira ambayo yanatuzunguka, bila kujalisha mambo ambayo tunayapitia. Marko sura ya pili mstari wa kumi na mbili ni habari ambayo kuna mtu alikuwa amepooza, rafiki zake wakambeba, wakampeleka kwa Yesu ili amwombee, wamefika akakuta nyumba ile imejaa watu wengi, hata kupita mlangoni wa hawawezi. Wakaamua kupanda juu, wakatoboa dari, wakamshusha yule aliyepooza, wakamshusha pale mbele ya Yesu. Yesu akamwambia umesamehewa dhambi zako, jitwike godoro lako uende. Akasimama akajitwika godoro yake, akaenda. Ndio icho kipa, kipande. Huyu mtu kwa hali yake amepooza, hawezi kutembea, hawezi kunyanyuka, hawezi kuinua mguu, kwa hali yake angekuwa mtu kukata tamaa angekuwa mtu wa kutokujua kujua cha nini cha kufanya. Wapo wengi majumbani wamelala tu, ameambiwa bana we hali yako hii ndio mpaka mwisho, utaweza kutembea tena na amemalizia hapo, amekaa relax, hajiangeshi kuta, kutafuta nini ja, kwa sababu ni ameshajua kabisa kwamba mimi hapa ni huyo. Alikataa, alikuwa ana moyo wa kutaka kutoka, alikuwa anajua tu kwamba hii hali tatoka, haijalishi kwa ustadi wamesema kwamba siwezi kunyanyuka hapa, nitanyanyuka kwa sababu. Angekuwa hana huo moyo asingewambia wale watu wampeleke ile kusema kwamba nipelekeni. Ni kwamba hajakata tamaa na ana uhakika kwamba nitachomoka hapa, ana uhakika kwamba hii hali sio ya mwisho, kwa sababu wasingempeleka kama yeye hajataka kupelekwa. Aliyepooza sio kwamba hawezi kuongea, anaweza akaongea, anaona, anasikia, ndio maana aliambiwa simama jituke godoro lako. Alisikia na akasimama kajituka godoro maki. Ufahamu wake uko intact uko vizuri. Kitu kichomsaidia ni kwamba hakupoteza ule ujasiri, hakupoteza tumaini ndani ya moyo wake. Alikuwa amepooza mwili ili hakupooza moyo. Usije ukathubutu kapooza moyo, haijalishi mazingira. Ili uwe juu tu lazima uwe na moyo wa kuwa juu tu, usikubali moyo wako ukapararaisi mwili. Ukichoka kataa moyo kuchoka. kwa hiyo Acha kuangalia vikwazo, vizuizi, anza kuangalia fursa na uwezekano. Huu jamaa alikuwa amepooza kila kitu, ni hapo hapo, hawezi kwenda uwani, hawezi kujiogesha, hawezi kujilisha, lakini katikati ya yale mambo alikataa kuangalia vipingamizi, sababu alikuwa anajua nafasi yake ni ipi katika Kristo. Wamefika kwenye nyumba, wanakuta nyumba imejaa, hakuna hata pakupita, anasema no way. Mimi ni wakupona tu, si so, wakukaa kitandani wakatoboa wa dari wakamshusha. Unapokuwa na moyo wa kuwa juu tu, unapokuwa na fikra za kuwa juu tu, siku zote patakuwa kuna alternative, kuna mbadala kwenye kila kizuizi, kuna mlango wa kutokea. Sababu Wakorintho wanatuambia jaribu alikuwapata, ila lililo kawaida ya wanadamu, na Mungu ni mwaminifu, hata wacha mjaribu kuliko mwezavyo, na kwenye kila jaribu atafanya mlango wa kutokea. Kwa kwenye kila upinzani, kwenye kila gumu, kuna mlango somewhere. Ila yule ambaye hana moyo wa kuwa juu tu, yule ambaye hana fikra za kuwa juu tu, anapoteza atakata tamaa, atatoka mapema kabla ya kufika kwenye ule mlango wa kutokea. Hiyo haitakuwa sehemu yako katika jina la Yesu. Waza chanya, fikiri chanya, kwa sababu kama asingekuwa na waza chanya, asingekuwa na fikra chanya na mawazo chanya, asingewaambia wale watu wampeleke.